Uh, kutoka hapa Rabat Morocco, timu yetu ya taifa Taifa Stars tunaendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo wa hatua ya kumi na sita bora ambako tutacheza dhidi ya wenyeji Moroko. Mchezo utakuwa uh, Jumapili ya Januari 4 ambako kwa hapo nyumbani itakuwa ni saa moja za usiku, lakini kwa hapa Moroko uh, itakuwa saa kumi na moja za jioni. Jana kikosi kimefanya mazoezi ya kurejesha uh, miili yao kwenye utimamu kwa maana ya recover. Na leo kikosi kama unavyoona uh, kipo uwanjani tukiwa tunaendelea na maandalizi uh, ya kuelekea katika mchezo husika hiyo Jumapili. Tuko tayari kwa mchezo huo. Upande wa benchi la ufundi wanaendelea kuweka kila kitu sawa, kwa maana ya mbinu pamoja na mambo mengine, lakini maandalizi katika eneo la utawala pia vilevile yanakwenda vizuri. E, tunashukuru serikali ambayo, e, kusema kweli, tumekuwa nayo bega kwa bega nyakati zote, mpaka e, tunafika katika hatua hii ya hatua ya 16 bora. E, tunajivunia e, hatua hii kwa sababu ni kwa mara ya kwanza tumeweza kufuzu hatua hii ya 16 bora kama taifa eh, ni jambo kubwa, na bendera ya Tanzania inaendelea kupepea vizuri kabisa. Tunayo imani kwamba eh, katika mchezo wa hapo Jumapili tutaendelea kufanya vizuri eh, kama ambavyo tumekuwa, eh, ikiwa ni lengo letu kwamba eh, wakati tunakuja kwenye mashindano tulisema kwamba eh, tunataka tutoke kwenye hatua ya makundi na tuende kwenye hatua ya mtoano, ambao sasa tumekwisha fika kwenye hatua hii ya mtoano, ambako sasa ni kuangusha moja moja kuhakikisha kwamba tuna endelea kusonga mbele zaidi.